Mara yangu ya kwanza kuingia Ngarambe, na mimi nakushukuru sana, kidogo mmejitahidi kufikia hatua hii iliyokuwepo hapa, vijana pamoja na wazee zangu, nakushukuru sana. Lakini jambo la kwanza nakwambia mheshimiwa Mohamed Ali Mchengerwa ajipanga hilo jambo, ndio ni wasiwasi kabisa. Wana Ngarambe wangu, nimekwenda kuwapasua pamoja na baraza lake <laughs>